Ni simulizi yenye maumivu na matumaini kwa Bi. Sarah, kwani tangu atelekezwe na mume wake hali ya maisha imekuwa ngumu, kwani hana kipato cha uhakika na hata makazi anayoishi kwa sasa amepatiwa kwa muda tu na msamaria mwema. Akizungumza kwa tabasamu licha ya magumu anayopitia, wakati wa Shirika la Mtetezi wa Mama Mkoa wa Geita lilipofika nyumbani kwake kumpatia msaada wa kibinadamu, amesema Nashukuru sana kwa jambo lililotendeka kwa siku ya leo, ambayo ni jambo ambalo ni la kwanza maishani. Ninasema asante sana kwanza Mungu. Ninaomba Mungu aendelee kulishikilia mkono, aendelee kuwapa moyo wa huruma kama huo, ili zidi si kwangu tu, hata kwa wenzangu. Shirikisho la vyama vya watu wenye ulemavu Tanzania na mkoa wa Geita ni ni ni kwa kweli imetupa moyo sana wa kutambua kwamba kumbe jamii kwa pamoja nasi kweli hatuna fungu maalum kwa ajili hicho kitu, lakini kuna wadau, kuna mataasisi kama haya, mtu anapoleta shida, basi tukiyafikisha kwenye taasisi, kwa sababu taasisi lengo ni kusaidia serikali. Sasa tukatatua tatizo la mtu ambaye linalomkabili kwa wakati huo. Kwa upande wao viongozi wa shirika hilo wamesema wameguswa na hali ya familia hiyo na kuahidi kuendelea kushirikiana na, na wadau mbalimbali, ili kuhakikisha mwanamke huyo na watoto wake wanapata msaada unaostahili na anailea familia yake katika mazingira magumu, hivyo niombe mashirika mashirika mbalimbali yenye uwezo wa kuguswa na, na jambo hili basi na wao waweze kuisaidia familia hii. Tanzania hatuna ubaguzi wa rangi wala jinsia. Ndio maana tunapita kila kona na kila pembe ili kuwa na wenzetu kwa pamoja, tukisikia shida zao tujitahidi kuwa nao karibu. Ni ndugu zetu, wanahitaji kutiwa moyo, wanahitaji kufarijiwa wanahitaji kuonwa, kufikiwa, kama hivi tulivyofanya sisi. Kutoka Geita, mimi ni Mrisho Sadik.